twaitania miaka he na aroiga makwarete thiini wa ndugu miaka igana miaka etatu mwige tuwe kana ni nomo kana ti ati nomo wenire kunjira oha uke na FM riboto